Kwa hatua ya awali uwanja tumekamilisha eneo lote la kuchezea kwa maana ya uwanja wenyewe, kama pitch imekamilika asilimia mia moja. E, dressing room zimekamilika asilimia mia moja hiyo, e, ikiwa ni awamu ya ya kwanza pamoja na fensi na zile vigezo vya, vya masharti ya kikanuni ya kuweza kucheza. Hatua inayofata ya pili itakosa nikamilisha eneo la majukwaa ya kudumu ya uwanja na hayo tutaenda nayo kwa sababu tuna, tutakuwa na hatua mbili. Hatua ma, ya kwanza tutajenga majukwaa ya temporary kwa maana muda mfupi yale ya vyuma e, wakati huo tukianza kutengeneza sasa majukwaa ya kudumu ambalo litakuwa ndani yake lina dressing room za kudumu, ofisi na vitu vingine ambavyo itakaa upande wa, wa, wa, wa, wa, mashariki, wa magharibi wa uwanja. Kwa hiyo hapa tunaweza kusema sisi kwa maana ya eneo la kuchezea kwa maana ya pichi na vigezo vya masharti sisi tumezimiza zaidi ya asilimia 90, lakini kwa maana ya stadium kwa maana fedhi tu ya kuwa na majukwaa yenye uwezo wa kubeba watu kati ya elfu 12 mpaka elfu 15 ndio tunaenda kuanza kama awamu ya, ya pili na ndio tumezindua rasmi ume, awamu umekaguliwa na bodi na wao wanaweza kuruhusu kuchezewa mechi za ligi. Bado tumeomba waje kwa ajili ya ukaguzi, watakuja na watatushauri na watatuambia, watatu kama una umefikizi vigezo au kuna vitu vya kuboresha kwa ajili ya kuchezea mechi za ligi, lakini tumesha waomba na tunasubiri tu watujibu watakuja lini. Na awamu ya pili mnatarajia kuianza lini na pengine itakuwa imekamilika lini? ya awamu ya pili ya kufunga majukwaa kwa maana yale ya temporary yenye uwezo wa kubeba watu 1500 mpaka 2000 tunaianza suni baada ya uzinduzi huu, na watu wakija kuanzia, kwa sababu tunaenda kuomba kama tutaruhusiwa kucheza mechi za ligi, basi tutagundua upande wa pili utakuwa umezibwa, wale wakandarasi watakuwa wanaendelea na hiyo na hiyo project.